ushirikiana katika utendakazi wao na kukomesha siasa za chuki na ukabila. Rais ameweka wazi kuwa wananchi wana mamlaka ya kuwapeleka nyumbani viongozi wasiotekeleza wajibu wao wa kuwaletea maendeleo, matamshi yaliyoungwa mkono na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Aidha, waziri wa uh, waziri Alice Wahome amedokeza kuwa hakuna aliye na mamlaka ya kuchukua nyumba zilizopeanwa na serikali kwa wananchi. Fred Wambua na taarifa kamili. Yes, mara tena rais William Ruto amerejea katika kaunti ya Nakuru na hadi chungu nzima huku pia akifungua miradi mbalimbali mbali ya wananchi na pia kupeana hati miliki, ila katika mikutano yake siasa ziliendelea kusheheni mara kwa mara, rais akiwataka Wakenya kukomesha siasa za ukabila, kushirikiana kwa pamoja katika kazi wanayofanya. Nyinyi ni wakenya kamili Nyinyi ni watu mmeungana, mumekataa ukabila, mumekataa tugawanywe, mumekataa kisirani na chuki. Sisi wote ni ndugu moja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Jameni, si tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Wangapo wanasema tushirikiane pamoja, tufanye kazi pamoja. Nakuru hoye! Rais akisema kuwa wananchi ndio walio na mamlaka ya kufanya uamuzi ufaao ifikapo mwaka 2027 akiwaonya viongozi wanaoeneza chuki na ukabila na kukosa kutekeleza maendeleo kwamba wote watapelekwa nyumbani. Wenye kusahihisha hiyo mtiani ni hawa wananchi, na kila mtu atasahihishiwa ile kazi amefanya. Kama hujajenga shule, kama hujajenga affordable housing, kama hujajenga soko kama hujaunganisha stima, kama hujafanya chochote, kazi yako ni kelele na fitina na uvumi na porojo na ukabila, siku yako chuma chako kimotoni bwana. Hawa wananchi wanajua wanafanya kazi gani. Bas, wale wanashindana na sisi, wale wanashindana na Rais Ruto, tuwache kuleta chuki kwa wananchi. Tungoja siku ya kampeni inafika tumenyane na nyinyi. Aidha, waziri wa ardhi Alice Wahome ameonekana kukinzana na semi za viongozi wa upinzani waliotishia kwamba wakichukua usukani nyumba za bei nafuu watarejesha kwa serikali za kaunti, akisema hakuna aliye na mamlaka hayo. Tusikubali chuki kutoka wale wenzetu, tulikuwa tunafanya na wao kazi. Sasa wakati huo nyumba ilikuwa mzuri, wakati huu wametoka, nyumba imekuwa mbaya. Haitawezekana upewe nyumba na serikali, kwa sababu wewe umepewa cheti yako ya nyumba, makaratasi yako yote kisheria, kikatiba, uichunge. Hakutawezekana na hakutakuwa muda ama wakati wa mtu mwingine aweze kuchukua hiyo nyumba kutoka kwako. Kuna watu wanajaribu kumuuzia uoga kwa hii mradi ya affordable housing. Hiyo ni uongo mtupu. Fredrick Wambua, Undugu TV.